Mimi kwa jina naitwa Godfrey Miti ni mwenyekiti wa habari, siasa na mahusiano ya jamii kwenye shirikisho letu la vyama ya wachimbaji mkoa wa Geita Gerema, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa kamati hii ya maandalizi kuhakikisha jambo hili linafanikiwa. Binafsi sisi kama wachimbaji wa mkoa wa Geita, kwa kweli tumejidhatiti kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyozifanya na hususan kwenye mkoa wetu wa Geita na mpaka sasa, kwa sababu sisi tulimwelewa na tumekuwa wa kwanza katika mapato katika taifa hili. Kwa kweli, sisi tumejipanga kuwakaribisha watanzania wote, hususan wachimbaji na sisi. Kwenye mkoa wetu wa Geita kwa kweli, wanaonufaika na habari ya madini ni wengi. Kwa hiyo tunatumia nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa alizozifanya. Kwanza sisi wachimbaji wadogo tulikuwa na kodi nyingi kichefuchefu, ambazo zimepungua, hususan kwenye upande wa TRA. Tulikuwa hatuwezi kutunza kumbukumbu kumbu zetu lakini tunashukuru serikali kupitia Wizara ya Madini kwa kupitia waziri wetu, tuliandaliwa walau tuwe tunalipa kiwango kidogo kuhusiana na TRA asilimia mbili kwa kile tunachokizalisha leo. Migogoro na TRA imekwisha. Leo wachimbaji wadogo wameendelea kunufaika na madini, na sisi tunaendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais na sisi kwa kuona kwa yale mazuri ambayo anayafanya kuhusiana na sisi wachimbaji, tumeamua kufanya kongamano kubwa ambalo halijawahi kufanyika katika nchi hii. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania wote, tunamkaribisha Mheshimiwa waziri wetu ambaye ni Waziri wa Madini, ambaye sisi kama mkoa wa Geita tunamsubiri kwa hamu sana, na ndugu zangu wachimbaji, na pia Mheshimiwa Rais wa shirikisho letu naye atakuwepo. Kwa hiyo tunafanya jambo kubwa, ni waombe wananchi wa Buseresere, wa Katoro na maeneo mengine ya mkoa wa Geita, tujitokeze kwa wingi sana ili tuweze kuonyesha kwamba kongamano letu kwamba lina tija. Kwa hiyo tunatumia nafasi hii kuwakaribisha sana. Kutakuwa na mashindano ya kula nyama, kutakuwa na mashindano ya kuchoma nyama. Hii yote tunafanya kongamano hili kuwa ni sherehe, ili kongamano sio la kueleza matatizo kongamano hili na kumpongeza Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake kwa kutuangalia sisi wachimbaji wadogo. Leo tunanufaika na tunatembea kifua mbele kama wachimbaji. Zamani mchimbaji ulikuwa ukionekana mchimbaji, unaonekana ni mhalifu, ulikuwa ukionekana mchimbaji, unaonekana wewe ni mtu usiyefaa. Lakini leo sekta ya madini inapata heshima kubwa, na hata kwenye mapato tumeonekana kwamba na sisi tumevuka kiwango kwenye wizara ya madini. Tume, tumevuka kiwango na kuhakikisha kwamba tunaendelea kuchangia serikali yetu. Tunawakaribisha sana, tumejipanga maeneo ya kulala yapo, maeneo ya kula yapo. Kwa hiyo tumejipanga vizuri sana, tunawakaribisha. Kwa hiyo sisi kama wachimbaji wadogo tukisema Mama Samia tunasema mitano tena, au sio mama tena, Samia wengine wanasema hamsini tena mama. Amin, sisi tunakutakia kila laheri ulipo, na sisi wachimbaji wadogo tupo, asanteni sana na Mungu awabariki.